Kutoka Njombe, Tanzania. Hii ni Asili Yetu TV, kama ilivyo ada uko na, naitwa mzee wa tatu, nyuma ya kamera ni Uncle G kama ilivyo ada, na tuko katika mitaa ya hapa ya wajanja wanasema, mitaa ambayo inakuwa watu wana mchakariko wa hapa na pale kuhakikisha kwamba shughuli zinaenda safi, lakini niko na mwamba, mtu mkubwa, mtu wa miraba minne, eh mwenyewe, mwite Mzaramo <laughs> <Wasimba. Hey, hey. laughs> Yeah. Wa Simba karibu Njombe. Asante. Uko poa? Mambo yanaendaje? Ah, mambo yanaenda vizuri. Na hongera. nashukuru sana. Unajua umekuja kuwatishia kwa watani au umekuja kuangalia na huku wamo? Ah hapana. Um, nilikuja mara ya kwanza wiki moja nyuma mm. nilikuja Njombe. Okay. Eh, lakini nilikuwa napita tu njia. Mm. Eh, baada ya kupita lakini kama unavyojua unavyojua mm. ah, mimi ni mshabiki nguli mm. lakini pia ni mhamasishaji mkubwa. Okay. Eh, kwa hiyo nikasema ngoja nipite Njombe nihamasishe juu ya jezi za Simba. Mm. Nilipokuja kweli nimeona baadhi ya watu wachache wana jezi original za Simba. Mm. Kwa hiyo nilipokuja wakanunua nunua, lakini zikawa jezi nyekundu hakuna nilishiwa. Okay. Zilikuwa ni ndogo tu, zikawa zimeisha mm. Kwa hiyo nikawa nimeondokea Mbeya, lakini nikarudi tena da nikasema, hapana siwezi kukubali kuwaona wananjombe hawana hmm. jezi yeah. aliyakuwa wanataka hmm. Walitaka sana nyekundu alafu ukiangalia kuipata kwake huku kugumu. Okay. Eh, maana... mbali na ushabiki lakini pia mpira ni maisha kwa mzaramo wa Simba eh, yeah. haa, mimi nafanya vitu vingi sana. <laughs> nafanya vitu vingi sana Okay. Eh, lakini eh, unajua kitu chetu Simba tufanye sisi wenyewe hmm. Tunapata fursa kwa sababu um, kama mimi uh, nasafiri mikoa yote yote Simba inapokwenda mpaka nje ya nchi, mara nyingine kimataifa. Nimeenda ni Misri, nimeenda Moroko okay. Yani nimekwenda kwa gharama yangu mm. Sio kwamba nalipiwa na mtu <laughs> kwa hiyo lazima nijiangalie hata kwenye hiyo fursa, je, naweza kufaidika? Na kwa hiyo ukiangalia kama naweza kufaidika hiyo, kwa hiyo nikaja ni awamu ya pili kiukweli. Ile mechi ile tuliangalia hapa mwachi mupi hapa tuliangalia na, na watu wengi waliweza kubahatika kupata jezi wengi walinunua jezi. hmm. hmm. hmm. hmm. Mi nataka nikurudishe ku, ni kidogo hapa nyuma hmm. uh, upande wako wewe na kwa mtani okay. Sasa hivi kama mji umetulia eh, baada ya Simba kufanya mambo yao na wao kufanya mambo yao hata kufungwa pia mambo yao, si wamesema wamesema mji mji umetulia umetulia na mara nyingi wale wanapokuwa wanaharibikiwa sio ufurahi zaidi kwa yeah. <laughs> sababu wao wanaweza kuwa na kitu kidogo mm, kifanya kibu, kikubwa yeah, ambayo sio tunaweza tukafanya kikubwa yeah, tukakichukulia kidogo mm, sie kama sisi yeah. Unajua, kwanza ni wape sifa mashabiki wa Simba okay, ni mashabiki wa African Football League na tulipata tuzo yeah, kwenye mashindano makubwa ambayo, mm, hawa wenzetu hawajawahi kushiriki. Klabu inaongoza kuwa na mashabiki wenye uvumilivu na wenye kujua na wenye nini maana ya kuenda mchezoni mchezoni na sasa hivi ninavyokuambia, kama sasa hivi tunafanya hamasa mm. tukamwonyeshe mu, tuka kocha matatu kwamba mashabiki wa Simba wakoje, kwa sababu wakupata bahati ya kuwa uwanjani kuona siku alokuja na timu yake mm ilikuwa sisi hatujaruhusiwa kuingia wale, atembee na makaratasi, anaangalia mchoro kwenye tatu eh, anaangalia kwenye mkono tu eh, anaangalia anaweza kuambia wewe hapa position zile anaza na. Kiukweli tumeona Simba ile kwa watu wanasema, wana Simba wenzetu tuachilie, na wengine au wengine walikuwa wanasema Simba hii iliyosajiliwa ni mbovu. Sisi tulijiaminisha Simba hii ni nzuri, lakini watu baadhi ya mashabiki wanasema timu haina fitness na nini, lakini mechi ya juzi kila mtu amejionea kwa macho yake tumetoka kwa Fadru mm. timu ambayo ilikuwa tukikutana na timu kimataifa unaona ushindi wetu wa, wa moja bila wa ee. moja, kwa sababu siamini kama aliwahi kushinda tatu hata, mm. tukiwa kwa Mkapa, na hata kama ni tatu, tatu mbili, tatu moja, yani katika mechi ya ee. kimataifa hajawahi kufika huko ee. Lakini huyu sasa ndio kwanza hii mechi ya kwanza kafanya balaa na balaa limekujaje? Ukiangalia ile swafu unakuja kama lile goli la Soa. Yeah. Soa wakati anakwenda anachukua watu anachukua watu anakwenda mm. Sasa ingekuwa ya Fadru, Soa anatakiwa afanye maamuzi mwenyewe eh, lakini, so, lakini wakati wakati mwenyewe so, ukaona, yeah. kafinya kaleta ndani waangalie kwenye penalty box ile area mm. tulikuwa na watu wanne mm. wanne alikuwa Elia Mpanzu alikuwa Soa mwenyewe alikuwa Kibu mm. Dennis mm. na Shomari Kapombe kaingia kwenye mm. kumi na nane kule mm. ina maana kaunaweza kupiga hivi alete tena ndani. Okay. Lakini Soa akaupiga. Kwa hiyo tulikuwa wanne, mabeki wao wako wangapi? Mabeki wao walikuwa watatu, lakini ukiangalia nje ya kumi na nane ulikuwa unamuona Morris Abraham alikuwa yuko nje ya kumi na nane pale, anasubiria kama kutakuwa na rebounds yoyote yeah. Basi yeye apige. Kwa hiyo tuliwazidi wale watu, wachezaji watano wetu sisi walikuwa ndani. Ina maana hii inatupa nini kwamba kocha yani hataki mchezaji ya relax akiwa ya ndani ya pitch. Ina maana wote tunakwenda pamoja, tunarudi pamoja. Yes, yes. Eh, kwa hiyo hapo, kama una fitness yeah. Ndo atakujua na uzuri wake. Tulikaa tulichaga siku zile, wakati mechi haijaanza, kocha anapanga kikosi Hmm, sio wenyewe, tukashika kichwa, huyu kocha mbona, huyu kocha mbona, kama tarehe ishirini na tisa nayo atiki. <laughs> Kumbe yule mtaalamu bwana kawaangalia. Hey, kikosi alichoaya kila mtu akutegemea okay. Anaitafuta first 11 yake hmm, alichoanza halafu baadaye zile sabu zake zikaja kumpa kwa, hmm. Hiyo tukaamini tunapokuelekea ni kuzuri okay. Hey, lakini tutaamini zaidi sasa kuelekea Jumapili kwa sababu kila mwana Simba sasa hivi anasubiria kwa hamu mechi ya Jumapili. Kule tulishacheza wale, jamani, wazuri mm. wanajikaba kwa nguvu, wanacheza wana mm. fiziki nzuri yeah. wanafika eh, wana speed, ndio maana mm. ukaona dakika zote tunawatafuta hatu wapati yeah. Lakini na wao walikuwa wanakuja tunawatafuta hatuwapati eh, pale. Baada ya dakika 45, tulivyopata moja kurudi, kocha akaangalia wapi kwenye mapungufu, akatoa huyu kaweka huyu huyu huyu, na zile sabu alizokuwa anatoa, si wenyewe tulishangaa, lakini baada ya kuweka tukaja kupata ladha. Unajua, tulitamani ziongezwe atiristi dakika kumi. Yeah. tuone maafa yeah, yanayofanyika <laughs> tuliwaacha wanalia kule waswatini na <laughs> <walipo> wanalia, hebu na Mzaramo <laughs> sasa nikuulize ni, ni kitu kimoja hapa kwa upande wa mtani wako unalipa eh, una, una, unalomuombea yani wewe eh. Kama mtani, mtani wangu kwanza hadi sasa hivi kachanganyikiwa <laughs> unajua, ngoma ikilia sana mwishowe upasuka he. Mtani ana hali mbaya hmm. eh, na mtani yeye usajili wake alitakiwa afanye usajili mdogo tu mm -hmm. Lakini pamoja alivyosajili sidhani kama kasajili vizuri mm -hmm. La kwanza mm -hmm. Alikaa kabisa walivyokuwa wanamsajili yule mtu wao Musa Barakonte mm -hmm. Wakatuaminisha wa kwamba nyie mlimtaka tukamchukua sisi yeah. Wamemsajili wao, lakini anacheza ndambwile yule <laughs> akiingia dakika tano za mwisho au anakalia mbao hii <laughs> vichekesho okay. Lakini kule mbele unaona kule yule streka mijasho na wengine wote hawana la kufanya. Umeona, kwa hiyo hii sasa wamekaa wameangalia, unjua tuliwavizia watani, kuna kitu wamefanya, unjua wasiwafanye watu wajinga mm. Sisi Wanasimba sisi tulivyoona wameweka kiingilio tu tukasema mm. mm. tunawapa siku moja mbele, watabadilisha sasa hivi kwa sababu hawana passion ya kwenda uwanjani okay. Umeona kukaa kweli, tukaona sasa, wakawaambia viongozi wao, wakawaambia wazee wamesema maoni. No, sio tunajua bwana, wakawaambia wazee wakaja wakaambiwa chawa wao, nendeni kasemeni, tunaomba tukaingie pale ya mza kanuni bure e, yani watu miguu Ma eh? mm. Okay. na miguu yao tuwatembee waende pale cha bure, ni nini chabure? Ni kaburi tu, utaenda utapewa bure, na hata hivyo <laughs> kuchimba na hela. Unaona sisi, chabure hatutaki wale kwenda uwanjani ni mtiani na hii wangefanya na hela. mm. uwanjani pale hata robo ya uwanja usingefika mm. Kwanza walishachoka timu mm. yao. La pili ya pili wanajua wataenda kuzalilika mm. kwa hiyo wangebaki kuangalia nyumbani. Wewe sasa, kama mtani wako unamwombea atoboe, au unaombea afeli asiingie hata kwenye makundi kabisa? Si hawajawahi kutuombea mema hata siku <laughs> moja <laughs> na nikuhakikishie, hili <laughs> nikupe na mifano kabisa, wakati Simba wakati Simba anacheza robo fainali mfululizo mm. anakwenda anashindana na kina Al Ahli mm. wanakuja kwa mkapa atoki mtu anapigua hawatoki. mm. Tunawapiga mm. tunapiga huyu tunapiga huyu wanakuja hapa, mm. walikuwa wanasema kuna korona. mm -hmm. Lakini hapo hapo sisi tunajiuliza, korona sawa, nyinyi nao mna korona, na nyie mnacheza nyie, hamufiki kule tunapofika sisi. Sisi tulikuwa tunafika wakakaa wakatuita, sijui mwaka robo mm. sio. Pale ndo tukapata. Aa, kumbe haya maisha ya ngedere ngedere, sio kwamba hataki chai. Kuipata ile chai ndo mtihani, birika, atapata wapi sukari, kijiko, mkaa, kuni <laughs> mwisho wa siku anaenda kula majani. Kwa hiyo yeye yule robo fainali anaitaka, lakini kuipata ina mtihani ina ugumu mm. wake mm. yani, ufanye kazi uipate. Kwa hiyo sasa hivi unamuona kwenye hii tu watu wa mwanzo wanapapasa ile ikule akuingia hata kuingia robo fainali mm. alitolewa eh, kwa hiyo hiyo ndo utofauti wa Simba na sie. Kwa hiyo mimi, mtani wangu, sina cha kumwombea mema mm, kwa sababu wao kwanza, wakati mimi nataka niinue kwapa nichukue kombe la shirikisho, wao walichadadia mm, mechi ikapigwe Zanzibar okay. na si kwa Mkapa mm. unjua wao sasa hivi walipeleka maoni, lakini ukawa muda mdogo, walitaka mechi yao wahamishie Zanzibar yeah. Wanasema hey, kwa Mkapa hawapawezi hey, uh, <laughs> <laughs> Yani walitaka waende peke yao, kumbe wanajua kwa hapa mashabiki wa Simba watakuja hmm. Na washatoa wa, hawawataki wa, wa mashabiki wa Simba, ujue kiingilio ni bule. Kwa hiyo mtu ah, wamesema kuna, kuna vigezo kidogo Ah, kai wa wataki yes. Sasa je? Sasa <laughs> mpira ukifikia huko kubaya FIFA yeah. hawawezi wa kukubali yeah. <laughs> E, bora wafanye <wafenina> <laughs> mm. yeah. na hela au wapeane wapeane tu tiketi kila anayokwenda wajue okay. lakini sio vile bwana so, mm. yeah. <laughs> mm. <Yeah. laughs> E, e, vipi wewe upande wako kwenye klabu yako sasa unaionaje mechi ya Jumamosi hii? ah, kama na kula mkate tu <laughs> na chai hii yeah. wala sina shida. kuna watu wanasema kuja pindua meza unajua malengo ya Simba mm, sisi, sio kama wale mm, wale mawazo yao, malengo yao kutokana na rais wao mm, amesema ni makundi okay, lakini malengo ya Simba mm, ni kuondoka mbele. Sisi robo finali kama sitting room tu imeshapazoea yani. Yani hapo ni kawaida kufika mm, hapo yani inatakiwa kuingia chumbani. Sasa ndo tunajitafuta kuingia chumbani sasa kwa pila hili linalokuja la kasi mm. Umeona ili pila la kasi yeah. Naamini kabisa litatufikisha mbali na tutafanya vizuri sana mm. Asante sana bwana e, unalipi la kumalizia labda kwa mashabiki wa klabu ya Simba wa hapa Njombe na kusini kwa ujumla, ambapo uko mitaa hii, niwaambie tu mimi nilikuja, lakini nitarudi tena okay. E, wajiandae kwenye kwa... jezi wasije wakanunua wa jezi feki jezi fake, um. jezi original zinapatikana okay. Kwa hiyo leo nadhani nitakuwa miongoni mwa kusafiri mm. kurudi Dar es Salaam kwenda kujiandaa okay. kwa ajili ya

Eh, hey, kwa ajili ya mechi ya Jumapili. Kwa hiyo wakati mwingine nitarudi tena Njombe. Njombe ni una wakinifahamu. Nimejenga urafiki na watu zaidi ya sabini nikiwa hapa. Mimi hapa Njombe naweza kukaa nikachukua fungua ya gari ya mtu hanijui ninapokaa, lakini ananijua tu mzaramo wa Simba. Mika nikapita nikazunguka sehemu zote ninazozitaka, nikarudi nikapaki, eh, nikampigia simu, bwana, nimesharudi. Eh, kwa hiyo baadhi ya watu hapa wana, wana upendo mkubwa sana sana sana mm. Aa, kwa mh kipi ambacho umekikuta Njombe ambacho tegemea yaani, kilikuwa klabu Njombe ipo tena ah. Viko vitu vingi vingine huvisemi <laughs> lakini vingine unaweza kusema. <laughs> kuna parachichi zile za vipele vipele mm. sijawahi kula lakini nimekula, lakini ukija Njombe mm. ukila kuku wa kienyeji wa kienyeji kweli, okay. tofauti na mikoa mingine mm. niliyokwenda <laughs> yaani wa kienyeji kweli bwana Mie Mzaramo ujue, yeah. Kule kwetu Uzaramu, ni zamani unachukua mfupa wa kuku kule paja mm -hmm. Ukigonga unatoa ututu kule. Sasa huku upo siku hizi kule hakuna, sijui wanafugwaje okay. Wanafugwaje yaani mapaja unaona yana maipsi yeah. Lakini kuku wa kienyeji kawaida hana ipsi, mguu umenyoka kama rungu. Hey, hey, kwa hiyo huku wapo bwana, tunawala watu wanafuga kizamani kabisa, wamejiepusha wame kufuga kisasa. Shukrani sana, bwana. Haya asante sana. Karibu sana. uh -huh. Nilikuwa na Mzaramo wa Simba ambaye alikuwepo hapa Njombe, amehakikisha kwamba tumepiga na story nyingi sana kwa kuhakikisha kwamba vipi e, kwenye swala la kiboliboli tunaendaje klabu ya Simba, lakini pia amemzunguzia mtani kidogo e, kwa sababu anasema mpira bila ushindani kuna mambo yanakuwa na feli, panapokuwa na ushindani e, shamra, shamra zinakuwa poa Hayo ndio umesikia kutoka kwa Mzaramo wa Simba. Aa, nashukuru utakuwa tumejifunza kitu kutoka hapa Njombe Tanzania. Asili Yetu TV tuko hapa, lakini niko na mwamba hapa. Vipi, unataka kutia neno kidogo? Majina, unaitwa nani? Mimi naitwa Miraji Kasimu Abdalla Chambega Kea Tanga Rushoto, eh, mimi ni msambaa kabisa. Niko hapa Njombe napambana na kutafuta maisha mm, lakini naona na siku kama 3 4 5 tuko na ndugu yetu Mzarambo mm. Kwa upokeaji aliyopokewa na watu wamepokewa kwa umahiri mkubwa. Njombe ina watu wa Simba ni wengi. Mimi okay. Nimwambie Mzaramo asikate tamaa, alete jezi kwa wingi okay. jezi Njombe za Simba zinauzika na watu Njombe wanaipenda Simba okay. Mimi nimwambia askate tamaa, karibu sana Njombe. Lakini tune salamu mbili tatu kwa jamaa wangu Rushoto, mjomba wangu hmm, anaitwa wa Musa Mchinji, okay. Mtaalamu naye wa Simba sana, kila ikicheza lazima aweke bendera an uh si mpaka baadaye sana. Asante Zabes.